Hello, uh, habari yako, mfuatiliaji wa 360 on air ambao natofuatilia muda huu hapa kupitia 360 on air. Yes, uh, na leo bwana, tuko na elimu moja hivi, manake nimeona uh, vizuri sana kama nitaweza kushia na wenzangu uh, kuna matumizi makubwa sana ya uh, vichochezi vya nguvu za kiume yamejitokeza. Yes, kwa kasi sana. Yes, almaarufu mkongo. Yes. Watu wengi sana, hususan vijana katika maeneo ya Dar es Salaam na miji mingi ambayo imechangamka wanatumia wana uh, kitu aina wa ya mkongo kwa ajili ya kuweza ku, kuamsha uh, mishipa yao. Yes, au misuri yao ili mali waweze kufanya vizuri katika tendo la ndoa, na hii kitu bwana kiuhalisia uh, uh, uh, ina madhara yake. Unajua kitu chochote ambacho uh, kinaleta kina, kina kinakupa radha uh, by the way pia kina madhara, lakini leo bwana Nikaamua sio vizuri, ngoja niwape vijana wenzangu njia nyingine ya kuweza kufanya ili mradi kuweza kuwa imara katika tendo la ndoa, na sio tu kutumia mkongo uh. Basi bwana, cha kufanya ni kusubscribe channel yangu ya YouTube at 360 on air. Na hapo utakuwa umefanya vizuri sana. Yes, ukisha subscribe pale itakuja alama ya kengele, then utaibonyeza pia, na wewe utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kupata updates mbalimbali mbali ambazo zinajiri hapa kupitia uh, 360 on air. Yes. Uh, watu wengi sana tunalitambua tikiti maji ni tunda linalojulikana kwa ladha yake ya baridi na utamu na pia lina faida nyingi kwa afya ya binadamu. Hapa ni baadhi ya faida za tikiti maji. Yes, uh, hydra, Tikiti maji lina kiwango kikubwa cha maji karibu asilimia tisini na mbili, hivyo ni moja ya matunda bora kwa ajili ya kutoa maji mwilini na kusaidia katika kudumisha unyevu wa mwili hasa wakati wa joto au mazoezi. s Yes, uh, faida ya pili ni kuboresha afya ya moyo. Tikitimaji lina virutubisho vya uh, citrulline ambavyo kusaidia kupanua mishipa ya damu na kupunguza shinikizo la damu. Uh, hii inaweza kusaidia kuboresha afya ya moyo na kupunguza hatari ya magonjwa ya moyo. Uh, kuna hii faida ya tatu uh, antioxidants. Yes, tikitimaji linajivunia kuwa na lycopene antioxidant inayosaidia kupigana na uharibifu wa seli unaosababishwa, uh, na vitu vinavyoharibu mwili. Yes, yes, free radicals yes. Lycopene pia ina sifa ya kupunguza hatari ya saratani prostate. Hiyo, uh, ni sifa moja wapo. Pia tikitimaji inaweza kupunguza uh, hatari ya kupata ugonjwa wa saratani uh, pia inaweza ku, inaweza kusaidia uh, seli zako kuweza kupigana vyema sana na magonjwa ambayo yanajitokeza hapa hapa ya na pale. Pia faida ya nne ni afya ya ngozi yako. Tikiti maji lina vitamin C ambavyo ni muhimu kwa afya ya ngozi, inasaidia kuongeza uzalishaji wa collagen na kuzuia alama za uzee, mikunjo na matatizo mengine ya ngozi. Pia kuna faida ya tano, kupunguza maumivu ya misuli. Utafiti umeonyesha kuwa citrulline katika tikiti maji linaweza kusaidia kupunguza uchovu na maumivu ya misuli baada ya mazoezi. Yes, uh, pia kitu cha sita, faida ya sita ni udhibiti wa uzito. Kama mtu una, una safa labda na tatizo la uzito na unashindwa kupunguza uzito uh, basi tikiti maji lina kalori chache, lakini linatoshereza na lina virutubisho vingi hivi, uh, hivyo linaweza kuwa sehemu nzuri ya lishe kwa wale wanaotaka Kudhibiti. Uh, sehemu ya saba ni afya ya macho. Tikiti maji lina vitamini A na beta karotini ambayo ni muhimu kwa afya ya macho na kusaidia kuzuia matatizo ya macho kama vile upofu wa usiku. Watu wengi uh, uh, mara nyingi huwa ikifika majira ya usiku kama wanakuwa uh, hawaoni kabisa kwa sababu ya hii na kukosa afya ya macho, yes. Kwa hiyo tikiti maji linasaidia na kuweza kuondoa hiyo hali na utakuwa unaona vizuri kabisa. Yes, uh, uh, jambo la nane ni kutuliza uchovu uh, wa joto. Kwa kuwa tikiti maji lina kiasi kikubwa cha maji na, na ni baridi, chakula kizuri kwa ajili ya kupunguza joto mwilini na kutoa nafuu kwa watu waliokinzana na joto la juu. Yes, hii uh, pia inaweza ikawasaidia hata wale watoto ambao wanashikwa na homa za mara kwa mara, wale homa za kuzuka wakati wa usiku au labda hata mchana labda, lakini unaona kabisa hii hali ya hewa sio kuweza kuleta joto kali kama hili basi, pia unaweza uka, ukampatia mtoto tikiti pale na akaweza, uh, kukaa sawa. Basi bwana, twende kwenye lengo kuu kabisa la uh, ni jinsi gani uh, tikiti maji uh, linaweza kusaidia uh, katika tendo la ndoa Bana. Uh, tikiti maji linajulikana kwa faida nyingi kiafya na pia linaweza kusaidia kuboresha afya ya tendo la ndoa. Hapa ni baadhi ya faida za tikiti maji kwenye tendo la ndoa Yes, uh, namba moja uh, tikiti maji linasaidia katika mzunguko wa damu. Tikiti maji lina virutubisho vya citrulline ambavyo husaidia kupanua mishipa ya damu na hivyo kuongeza mzunguko wa damu mwilini ikiwa ni pamoja na sehemu za uzazi. Hii inaweza kuongeza hamu ya tendo la ndoa na kusaidia kwa wanaume na wanawake ambao wanakutana na changamoto za mzunguko dhaifu wa damu. Yes, kwa hiyo unaweza hata pia kama unaona Uh, upo dhaifu una, una unyonge labda damu yako haizunguki uh, vizuri. yes, pia unaweza ukatumia uh, tikiti maji uh, namba mbili ni kuongeza nguvu za kimwili. Faida ya pili ya tikiti maji ni, tiki ni chanzo kizuri cha maji na husaidia kudumisha unyevu mwilini. Hii inasaidia kuongeza nguvu, kuondoa uchovu na kuongeza uimara wakati wa tendo la ndoa. yes, faida ya tatu ni kuboresha afya ya moyo. Tikiti maji lina lycopene antioxidant inayosaidia kupunguza hatari ya magonjwa ya moyo kwa kuboresha afya ya moyo na mzunguko wa damu. Tikiti maji linaweza kusaidia kuboresha utendaji wa tendo la ndoa yes. Ah, namba nne ni kuonge, uh, kuongeza hamu ya tendo la ndoa. Tikiti maji lina vitu vyenye asili ya citrulline ambavyo huongeza uzalishaji uh, wa nitric oxide mwilini. Nitric oxide inasaidia kupanua mishipa ya damu kuboresha mtiririko wa damu kwenye sehemu ya uzazi na hivyo huongeza hamu ya tendo la ndoa pia. Yes, namba tano ni kupunguza mfadhaiko. Tikiti maji lina virutubisho vya vitamin C na A ambavyo husaidia kupunguza mfadhaiko na kuboresha hali ya akili. Kupunguza mfadhaiko kunaweza kusaidia katika kuboresha utendaji wa tendo la ndoa vizuri kabisa, kwani mfadhaiko unaweza kuwa kikwazo kwa hamu ya tendo la ndoa. Mtu, anakuta unakuta anakosa hamu kabisa ya ufanyaji wa tendo la ndoa ni kwa sababu ana, ana mfadhaiko yani. Unajua nashindwa kuiweka vizuri, lakini kitaalam nikija uh, na somo lijalo basi nitaweza kuitafutia, yuna, nitaweza kuitafutia hiyo hiyo na kuiweka sawa. Mfadhaiko nitaweza kuitafutia, nitaweza kuiweka sawa hiyo. Yes, namba sita ni afya ya ngozi. Tikiti maji lina virutubisho vya vitamin A na C ambavyo vinasaidia kuboresha afya ya ngozi. Ngozi nzuri inaweza kuongeza mvuto wa kimwili na hivyo kuongeza kujitolea na, fu, na furaha wakati wa tendo la ndoa. Yes, eh bwana eh uh, hayo ni, hizo ni, ni baadhi ya faida za tikiti tiki maji, lakini cha kuongezea hapo kama kama kweli unahitaji kuperform vizuri sana ukiwa na mwenza wako, basi uh, ukiwa unapata zako tikiti maji pia na shauri, ni vizuri sana kama utakuwa umejiwekea ratiba nzuri sana ya mazoezi kwa siku uweze kupata hata asubuhi au na jioni zote mbili au wakati mmoja ukiweza kupata uh, mazoezi hapo, basi unaweza kuwa imara kabisa na fiti uh, ukiongezea na ili tikiti pia na lishe nyingine nyingi bora, basi unaweza kuwa imara kabisa na utasahau kabisa matumizi ya mkongo. Uh, kikubwa ni kuzingatia tu hapa kama jinsi ambavyo vitu nimeviweka wazi hapo na imani vitu vyote vitakwenda sawa kabisa. Yes, na hii hapa ni 360 on air. Mi nikukaribishe katika utazamaji wa vipindi vingine vingi ambavyo vina atenda hapa katika 360 on air. Bye bye.